Kwenye uchaguzi yako mambo mengi yanatokea, me tunaona kwenye nchi mbalimbali mfano tunayo chaguzi hizi, zimekuwa wengi wamepoteza rasilimali, wengi wamepoteza watoto na vijana wengi, familia nyingi zimepoteana. Tunaingia kwenye uchaguzi tarehe ishirini na tisa z Niwase Watanzania wote tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Bwana Yesu asifiwe. Tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Taifa hili ni taifa ambalo Mungu ametupa kama zawadi. Nchi nyingi za Afrika Tanzania tumekuwa ni sehemu ya makimbilio. Niwakumbushe tu wa Tanzania wenzangu kuna maisha baada ya tarehe ishirini na tisa. Niwakumbushe wanasiasa, niwakumbushe viongozi wa dini, kuna maisha baada ya tarehe ishirini na tisa. Watoto wanahitaji kuenda shule na maisha mengine yanahitaji kuendelea isije ikawa tarehe 29 ikawa ni chanzo cha kupoteana na familia zetu. Watu wengi wamekuwa wakizungumza man, mambo mengi ya vitisho, lakini ninataka nikwambie, tunavyo vyombo katika taifa hili ambavyo, vyombo vya ulinzi na usalama mimi ninaamini, na neema ambayo Mungu ametupatia wa Tanzania, tarehe 29, tutavuka salama. Tarehe 29, tutavuka salama. Na wewe ambaye wanakushawishi watu walioko kwenye mitandao ya kijamii juu ya maandamano na kufanya vurugu ya aina yoyote, mimi nikushauri, tarehe 29 na baada ya kupiga kura